hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwananchi. E, ni Marta na ndugu zake aliyopo nje ya nchi, nchi yeye asema sababu za kusikia usalama zimemkwamisha lisu. Jaji Warioba zito wamwelezea kiundani. Profesa Sarungi alama zake moi klabu e, ya Simba za kumbukwa wadau wa shauri. Hiyo ni habari ukurasa wa nne kwenye gazeti lako la Mwananchi, lakini askofu wenye mnamo amrithi Sendoro KKKT Dayosisi ya Mwanga. Kuna habari ndoro siri nyuma ya ununuzi wa umeme kutoka Ethiopia. Yoni habari kwenye gazeti la Mwananchi kula habari leo na habari kubwa inasema mkutano wa alert wanawe wa viongozi watoa ya moyoni. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Habari Leo, pata nakala yako. Kwa habari serikali kubwa inasema serikali yaeleza faida ya umeme kutoka nje. Serikali ya yasema hakuna upungufu ya ya kumaliza machungu kaskazini yoni ya, ya bari ukurasa wa pili. na mgogoro eh, migogoro yavuna ya eh, ya kumradhia nasema Ngorongoro yavuna bilioni 694 za utalii miaka minne. Hiyo ni Ngorongoro yavuna bilioni 694 za utalii miaka minne. Lakini TRC mgusa wa treni za mizigo SGR. TRC mgusa za mizigo SGR na NHIF yafikia ukwasi bilioni 95. NHIF yafikia ukwasi bilioni 95 yaokoa bilioni 22 ya usimamizi mfuko wa watumishi 36 wakiona. Lakini ajira 1000 u... zaja zimamoto na uokoaji. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo, ukurasa wa mbele lakini kwa gazeti la Majira asubuhi leo inaanza na habari inasema: pombe sheria na ukatili kwa watoto bado kitendawili. pombe sheria na ukatili wa watoto e, bado kitendawili. Lakini vyama vya CCM Chadema e, vyafanya vikao Dodoma na Dar es Salaam. vyama vya CCM Chadema na vikao Dar es Salaam na Dodoma. Lakini NMB ya ubeba mkutano wa 39 wa ALAT na wanachama milioni mbili nukta mbili wasajiliwa NHIF miaka minne. Mramba anika faida za kuuziana umeme, asisitiza kununua umeme kwa mikoa ya kaskazini kuna manufaa kwa mikoa husika, afafanua faida ya mradi wa taa za unambari, ukurasa wa nne kwenye gazeti lako la Majira. Lakini watalii zaidi ya milioni mbili nukta tisa watembelea hifadhi ya Ngorongoro. Mrithi wa askofu Dr. Sendoro dayosisi ya Mwanga apatikana, unambari ukurasa wa nne kwenye gazeti la kula Majira, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia sasa gazeti la Uhuru lenye ni habari kubwa inayosema Tanzania ina umeme mwingi eh. Hiyo habari kwenye gazeti la Uhuru inasema Tanzania ina umeme mwingi, ni kauli ya katibu mkuu wa wizara ya nishati, asema pia inaweza kuuza nje, lakini ataja sababu za kununua Ethiopia kwa matumizi kanda ya kaskazini, lakini mikakati mipya kuundwa biashara saa 24, Kariakoo lakini Ridhwani aongoza kuungwa eh, kuagwa marehemu Profesa Sarungi. NHIF yataja mafanikio yenye, yenyewe iliyopata kwa miaka minne. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Uhuru. Pata nakala yako kwa habari kwa kina, na tuangazie gazeti la kura Zanzibar Leo. Habari na inaosema Papa Francis anaonyesha matumaini ya kupata nafuu. Wizara ZMBF yasaini makubaliano kuimarisha kilimo cha mwani. Lakini bado kuna gazeti la Zanzibar Leo, kuna habari inayosema mama Mariamu, kipaumbele cha serikali kuwapatia elimu watoto. Huyo ni mama Mariamu asema kipaumbele cha serikali ni kuwapatia elimu watoto, na tukiacha na gazeti lako la Zanzibar Leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania lakini naza na habari inasema ni chefu ya wavuna wanachama milioni 2.2, mili ndani ya miaka minne. Lakini Tanzania inanunua umeme Zambia na Kenya, Uganda na Ethiopia. hiyo ni Tanzania inanunua umeme Zambia, Kenya, Uganda na Ethiopia. Lakini bado habari kubwa inasema NMB imetumia bilioni 1.4 kudhamini mkutano wa alati kwa miaka tisa. Asubuhi ya leo Dira ya Tanzania inaandika Dr Goria aandika uh, mafanikio ya NCAA lakini, Mramba, biashara kuuziana umeme kuna nufaisha Tanzania. Mramba, biashara ya kuuziana umeme kuna nufaisha Tanzania, asema ni kawaida kwa nchi, asisitiza kwa mikoa kaskazini kuna manufaa zaidi, lakini mradi wa Tazama eh, kutanufaisha Tanzania na biashara ya umeme. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Dira. Huku bado kuna habari kubwa inayosema wawili wagundulika kuwa na ugonjwa wa mpox Tanzania. E, watu wawili wagundulika kuwa na ugonjwa wa mpox Tanzania. Lakini gazeti la Raia Mzalendo linaandika serikali ya tahadharisha ugonjwa wa mpox na Raisi Dr. Samia ongeza kikao ongoza kikao cha neki Dodoma. Biashara ya kuuza umeme kunanufaisha Tanzania, huku Dr mwinyi tuandaye jamii yenye hofu na Mungu. Hiyo ni habari kutoka gazeti lako la Raia Mzalendo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kule gazeti la Tanzania linaandika linandika kimbunga Judi kuchangia hali ya hewa Tanzania. Serikali yafafanua Tanzania kunu, eh, kununua umeme Ethiopia. Lakini NHIF mbioni kurejea huduma eh, zake aga. Hiyo yoni habari kwa gazeti la Tanzania. Ni uzi, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na kule gazeti la wulikiwa asubuhi ya leo linaandika SGR yazidi kunoga majaribio ya mabehewa 264 ya, ya mizigo yakamilika. Lakini tukiachana gazeti lako la uelekeo wa kurasa wa mbele, tuangazie gazeti lako la wa machinga sauti wa na ya wanyonge lenye inaanzanaaaasema benki NMB ya kipaumbele, mkutano wa 39 wa alati na Dr. Isaka awataka vijana kujiunga NHIF, mbioni huduma kurejea Aga Khan. Lakini TIRA yatoa elimu wakati wa kudhaminisha siku ya wanawake duniani. E, TCR atoa elimu wakati wa kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Hiyo ni habari kwenye gazeti la wamachinga sauti ya wanyonge. Lakini serikali kuingiza umeme toka Ethiopia, hiyo ni habari inaosema serikali kuingiza umeme kutoka Ethiopia. E, serikali kuingiza umeme e, kutoka Chalamila atoa somo somo kifo kifo cha kifo cha profesa profesa Sarungi. Lakini serikali kuingiza umeme kutoka Ethiopia, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la wamachinga sauti ya wanyonge. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la wamachinga linaandika: beki wa shuka anza mazoezi Yanga, hasira za Yanga Simba sasa CRDB FA na TFF yafungia CCM ya Kirumba na liti, mashabiki Kagera Sugar wana imani na Juma Kaseja lakini gazeti la uwelekeo kwenye mchezo linaandika Mwakalebela, sakata la Simba Yanga litamalizwa kinamna. Wananchi wataka uongozi wa bodi ya ligi e, ee, uongelewe. Lakini TFF yafungiwa viwanja vingine vitatu. Simba macho yote SRB, shirikisho leo. Lakini kwenye gazeti la tanza linaandika bondia Hasani Mwakinyo bado asota sota rumande. Yanga sasa yadai ushindi mezani. Viwanja vitatu vyafungiwa ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanza. Gazeti la Raia ya Mzalendo, gazeti la lako, la lako la Dira linaandika mambo hivyo kwa wafanyabiashara. Sakata la dabi ya kireko simba yanga sasa za jipanga na CRDB FA, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Dira huko Motsepe, ya teta na wajumbe wa Sekafa, hiyo ni habari ukurasa wa 14 lakini taifa Tanzania kuna mchezo andika Yanga TANESCO kugharamia mazishi mazishi ya aliyefariki kwa shoti ya umeme huko e, kisubiria kuangalia kari ya kodabi uwanja wa Taifa na kuegemea nguzo iliyopelekea kupigwa shoti na kufariki dunia. Sasa TANESCO kugharamia mazishi ya aliyefariki. Lakini TFF yafungia viwanja vitatu, Yanga sasa yadai alama tatu mezani. Habari kule gazeti lako la taifa Tanzania. Lakini gazeti la Zanzibar leo linaandika Yanga Coastal Union dimbani kesho. TFF yavutia kufuli viwanja vya Kirumba na Jamhuri. Lakini kwa gazeti la kula Uhuru linaandika Dabi lilivyoacha maumivu kwa wafanyabiashara, hiyo ni Dabi lilivyoacha maumivu kwa wafanyabiashara. Simba TMA mzigoni leo, hiyo ni habari inapatikana kwa gazeti la Uhuru kwenye kurasa za mchezo. Lakini gazeti la kula Majira linaandika Yanga yakataa Eh, mazima kucheza debi eh tena wadai point tatu kukipigia kesho dhidi ya Coastal Union. Lakini Simba hasira zote kwa TMA Stars leo, na gazeti lako la habari leo linaandika Simba kuikabili TMA shirikisho Yanga yaipa masharti mazito TFF. Hiyo ni habari kubwa kwa gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Tugiangazia gazeti lako la michezo, gazeti la Mwana Sport linaandika simu moja tu itairudisha Yanga Kariakoo dabi, lakini dabi yaliza wengi kwa hasara walioipata Yanga ya yajipanga kwenda kas lakini Simba uh, victa mechi ipo eh. Uh, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mchezo, pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti la klabu Mwanaspoti kwenye kurasa za mchezo tulinatufunyo somo moja magazeti kwa asubuhi ya leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.